Familia ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Bwana Johni Wagesa Heche imeliomba jeshi la polisi kuwaeleza ni wapi alipo ndugu yao ambaye alionekana amekamatwa na jeshi la polisi jijini Dar es Salaam alipokuwa akihudhuria kesi ya mwenyekiti wa chama hicho ndugu Tundu Antipasilisu katika kesi yake niya mkabili ya uhaini. Akizungumza na waandishi wa habari, mdogo wake na John Wagesa Heche, kwa niaba ya familia yake, pia ni mwenyekiti wa chama mkoa wa Mara, amesema hadi sasa hawajui ndugu yao alipo. Hii ni Msomi News, kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto ana familia na mama zake kama hawa hapa, ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi, yuko wapi? Tumeenda polisi kituo cha polisi leo saa tatu asubuhi, tumeenda saa tatu asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa Chadema mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa Chadema, na hatujataka wananchi, naomba mwelewe hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi, ila wananchi sio kwamba hawapo wakuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu. Wapo wengi sana na wako tayari, ondoka hapa akajua kwamba yuko huru, akaenda na sisi, tukawa na imani kwamba John kwa sababu walitutangazia umma wakatuambia kwamba John anasafirishwa kwenda nyumbani kwao Tarime. Hmm. Lakini tukawa na, tukawa na, tukawa tuna, tunajua kwamba John anakuja, lakini masaa yanavyozidi kusogea tunaendelea kuwa na nini, tunaendelea kuwa na wasiwasi, hatujui mtoto wetu yuko wapi. Kwa kweli tunamwomba Samia, Mama Samia ni mzazi mwenzetu, anajua uchungu wa mwana. Afarata mwanaume ajui uchungu wa kusukuma wala ajui uchungu wa kumzaa mtoto. Yeye anajua uchungu wa kumzaa mtoto, atuambie kijana wetu yuko wapi, tumpelekee hata maji ya kunywa. Kwa mimi Samia, Samia, nashangaa wa wa wa wa polisi wamemkamata jana makamu tukiwa naye na walikuja wakamwambia vizuri, mheshimiwa Heche uko chini, uko chini ya ulinzi sasa, unatuhumiwa. Heche akauliza kwa kosa gani? wakamwambia kosa uliolifanya sirali, tunaomba tuende na wewe polisi central. Sisi tukaattempt, mimi na msaidizi wake mmoja, tukaattempt kupanda gari ya polisi ile, wakatuzuia, hamruhusi kupanda kwenye gari. Tukapanda gari ya makamu ambao tulikuja nayo tumeongozana nao mpaka central. Tumefika central wakatuzuia, wakaingia naye kituo cha polisi. Kwa hiyo tuliamkia leo e, e, polisi, tumeenda polisi kwanza, tumemwona CCID wa wilaya ya Tarime tumeongea naye akatuambia kwamba mheshimiwa Heche, hatuna taarifa kwamba mheshimiwa Heche analetwa hapa, kwa sababu kama hizo taarifa zingekuwepo, yule ni kiongozi mkubwa tungekuwa na maandalizi fomo ya kumpokea hapa, lakini mpaka sasa hivi hatuna hiyo taarifa na hatumu expect kwamba analetwa leo hapa Tarime kwao. Tulivyotoka hapo tukaenda kuonana na RPC Mark, Markonjera kamanda wa, wa kipolisi wa, wa mkoa huu kwa sababu tunakanda maalum hapa, na yeye akalitrate position the same ambayo CCID alikuwa ameitoa. Baada ya kutoa hiyo taarifa e, kuna taarifa ambayo o, tuliambiwa kwamba naccaid no, kwa sababu ni lazima haya mambo yaweke clear kwamba mheshimiwa Heche, usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.